Mambo vipi, ni trader tena kwa mara nyingine. Aa, nakuja na konsepti zangu zilezile strateji yangu mimi, ni to SBS kwa maana ya swing breakout strategy only, na deal na trendi mbili tu, yani na tredi kitu ambacho nakiona trendi yake naielewa, ni down trend na up trend. Bas konsepti ni ileile, konsepti ni ile ile. Tuendelee kama kawaida trendi ikiwa ni up trend inakuwa katika series ya high high high low high high, ah, you feel me? trend ikiwa katika down trend inakuwa series ya lower high, i mean lower low lower high lower low lower high. So nikishagundua vitu kama hivi au ukishaviona vitu kama hivi, always trade pullback Always na trade pullback, always na trade pullback, si trade kitu kingine. Hiki ndo kitu nacho ku hiki ndo kitu nacho kuomba naye pia uweze ku trade, kwa sababu uki trade pullback ndio una trade ndio, kama i mean, kwa mfano kama una trade uptrend, ndio sehemu ya ku buy low. Kama una una trade in form of downtrend, ndio sehemu ya ku sell sell high. Never buy high, never sell low. Dear my friend, utaendelea kupoteza pesa zako kila siku. Konsepti mm. ni ili sasa ni utajuaje hii ni up trend au in down trend? Baada ya kugundua kuwa katika up trend inakuwa ni high, high high, high, low. Ni pale market inapovunja high tayari inatengeneza break of market structure hii hapa ambao kwa lugha nyingine wanasema ni BMS au boss maneno ni yale yale, BMS au boss. Kwa hiyo baada ya kupata hii trend, umeshapata break of market structure, then una wait for pullback. Pullback inavyokuja huwa inakuja kufanya katika previous area. Wengi wanadanganyana sana, previous area ni kutoka hapa kuja hapa, lakini si kweli Fallback inavyorudi inafanya retracement katika previous series ambayo ni hii, kutoka hapa kwenye high high to high low, i mean high high to high low, umeona? Kwa sababu hili eneo ndio limesababisha kutokea kwa new high high, hili eneo hili hili, yani hii hapa, high low imeweza kusababisha ku break kwa high high ili kutokea kwa new high high so unaposubiri pullback kama hii, inside of this kuna kwa kuna reversal structure ambayo unatokea kusubiri hii reversal structure. Kama ambavyo nimeshaelezea kwa Kiswahili ni kwamba hii inasaidia kutuonesha kwamba the trend is over. Let's say pullback ni hii, imerudi hapa, so unasubiri reversal structure iweze kutokea kwa mfumo huu, yani hii hivyo nje, kwa namna hii, kwa namna hii, kwa namna hii hii theni kwa namna hii then ufanyaje? ya Yeah, vitu kama hivyo hapa, ndiyo. Kwa hiyo hapa ndio sehemu hii itakuwa ndio entry yako, then hii itakuwa ndio stop loss yako hapa. Ukiweza kugundua haya, my friend, utakuwa katika sehemu iliyo sahihi sana. So endelea kusubscribe, mi nitazidi kukupa video nyingi mbalimbali mbali ili uweze kujifunza na uweze kupata concept zaidi. Kama ukiona mtakwama sehemu, kuna namba zangu hapo za WhatsApp, muda wowote unaweza ukanicheki, muda wote unaweza ukanipigia. Karibu sana.